Nina wasalimu wapenzi watazamaji, waiche kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu sana niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni bwana Ezra, ni kope lako sikio, niwapashe yale ambayo yanaendelea katika taifa letu la Tanzania siku hii ya leo ya kuadhimisha miaka sitini na nne tangia Tanzania bara kipenda Tanganyika, tulipojipatia uhuru. Samia hii leo, siku ambayo Watanzania au kipenda Watanganyika, ndiyo Watanzania, wametangaza maandamano ya kumwondoa madarakani. Anataka kutumia akili na anataka kutumia vitendo ili kubadilisha akili na msimamo wa wananchi. Najua kwa lugha ya kimombo wanasema kwamba she want to use a reverse psychology, yani anataka kutumia saikolojia kufuta msimamo wa wananchi wa Tanzania ambao wamemkataa ambao wamesema kwamba ni lazima aende nyumbani. Amefanya nini hii leo, kipindi ambapo kila sehemu ya Tanzania wananchi wamejitokeza kuandamana? Mpenzi mtazamaji, mtu yeyote asije akakudanganya tu kwamba Watanzania wajaandamana. Watanzania wameandamana, wameandamana, wameandamana mita, eh, mitandaoni, wameandamana kwenye sehemu mbalimbali za Tanzania, japo wanahabari wamezuiliwa wasije wakanasa video. Sasa Samia amefanya hichi kitendo ili kubadilisha akili za Watanzania. Leo alisubiri wananchi wa Tanzania, raia wa Tanzania, wa Tanzania wakaingia barabarani, alafu ametoa tamko kwamba amewaachia wafungwa wa jela elfu moja. Yaani amesubiri wananchi, walikuwa wanaandamana ndio na matakwa yao yalikuwa ni kwamba aweze kuwaachilia wale wote ambao waliweza kukamatwa kwa sababu za kisiasa, wale wote ambao waliweza kukamatwa. Sasa Samia ameweza kutoa ripoti kwamba ameachilia watu alfu moja ili kutuliza hasira za wananchi. Hata wewe mama au baba pale nyumbani, kipindi ambapo unapata kwamba watoto wako wamekununia huu sijui hujaweza kuwanunulia nguo za Krismasi, huu sijui hujaweza kuwanunulia unga wa kukanda mandazi, sijui hujaweza kufanyia yule kitu fulani, unafanya kimoja ili kuweza, unafanya kimoja kimoja kwa kila mtoto ili kuweza kutuliza asira zao. Sasa Samia ameangalia kwa yale mahitaji yote ambayo Watanzania walimpea kama vile kung'atuka madarakani kama vile kuwaachilia wale wote ambao waliweza kukamatwa kwa sababu za kisiasa, na wengine kama vile kuachilia Tundu Lisu kama vile kumaliza udikteta, ameona afanye moja ili kuweza kubadilisha msimamo wa wananchi. Naomba niweze kukusomea toleo ambalo limetolewa, jinsi ambavyo linaeleza hmm? Katika kuadhimisha miaka sitini na nne ya uhuru wa Tanzania bara au kipenda Tanganyika, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan ametangaza msamaha kwa wafungwa elfu moja na thelathini na sita yaani watu elfu moja na thelathini na sita ambao walikuwa wamefungwa, wameachiliwa mm -hmm. walioko katika magereza mbalimbali mbali nchini. Tangazo hili limetolewa rasmi na waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene kupitia kwa taarifa ya umma iliyosambazwa na vyombo rasmi vya serikali, ikiwemo akaunti ya Instagram ya jeshi la polisi Tanzania. Msamaha huo umetolewa kwa mujibu wa ibara ya 45 moja mpaka da ya, ya, ya Katiba ya Muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 sambamba na sheria ya magereza ya sura ya 58. Kati ya wafungwa waliopata msamaha ishirini na wawili wameachiliwa huru moja kwa moja, huku elfu moja na kumi na nne wakipunguziwa adhabu na kuendelea kutumikia sehemu iliyobaki ya vifungo vyao. Kwa hivyo unaona, mpenzi mtazamaji, ni kile ambacho nimeweza kueleza kwamba hata ukiona pale nyumbani, kipindi ambapo mtoto anakununia, anakususia, anakufuria kwamba hujaweza kufanya hili, mzazi anafanya moja ili kuambia yule mtoto kwamba, basi tulia, nitatimiza yale mengine ambayo mumeniambia, wacha nijikarambue wacha nijikusanye kusanya, kusanya hapa na pale ili kuhakikisha kwamba ninayatimiza yale yote ambayo mmeweza kuniagiza. Sasa a, tunaelezwa kwamba a, wale wote ambao wameweza kuachiliwa ilikuwa ni njia moja ya serikali hii kutaka kubadilisha akili za wananchi ili kuweza kuona kwamba Samia ambaye wanasema kwamba aondoke aende nyumbani amefanya nini? Amefanya jambo moja ambalo serikali hii ama jambo moja ambalo wananchi walikuwa wanataka liweze kutimizwa. Vile vile mpenzi mtazamaji, mnaelewa kwamba wananchi wameweza kununa, wananchi wameweza kususa, wananchi wameweza kukasirika na utawala huu kwa sababu aliweza kujiweka pale. Kwa sababu aliweza kuiba uchaguzi kwa sababu aliweza uh, kuwaua wananchi kwa sababu anawakandamiza wananchi, uhuru wa kujieleza haupo. Hayo yote ndio matakwa ambayo wananchi walikuwa wanapitisha kuelekea kwa serikali, na nilikueleza asubuhi kwenye kanda yetu ya, ya mwanzo kabisa wa siku, niliwaeleza kwamba hayo ndio mahitaji ya wananchi, ukandamizaji uishe, ang'atuke madarakani wabunge wote waende nyumbani, madiwani wote waende nyumbani, tuweze kuandaa uchaguzi mpya. Samia ameweza kuyaweka kwenye mizani mahitaji yote ya wananchi. Amegundua kwamba hitaji moja ambalo anaweza akalifanyia kazi ni kuweza kuachilia wafungwa alfu moja na thelathini na sita ili kudivert, ili kubadilisha msimamo na akili za wananchi. Naniona? hmm, naonekana kwamba Samia Suluhu Hassan hayuko tayari kuweza kujiuzulu kwa sababu angekuwa anataka kujiuzulu, angekuwa amefanya hivyo. Nimeona tu kitu ambacho anakifanya ni kutoa machapisho na sio yeye anatoa machapisho, wanaotoa machapisho ni wale ambao wako chini ya eh, serikali yake, jeshi la polisi mfano Uh, bwana Msigwa mfano mwingine. Ni hii serikali Samia yeye peke yake ametulia, haonekani aliko. Na ni leo mpenzi mtazamaji, anyway, je, wewe umeweza kuridhika na haya ambayo Samia Suluhu Hassan ameweza kuyafanya, uh, kwa kuweza kuwaachilia huru uh, wafungwa elfu moja Uh, mia tisa yani elfu moja na thelathini na tisa yani thelathini na sita, lakini hajaweza kumwachilia Tundu Lissu.